Kwenye masuala ya mawasiliano leo hii e, mabarabara yamejengwa vizuri yenye viwango vya hali ya juu. Ukienda maeneo ya Micheweni leo hii unaweza ukasema hatuko Micheweni, sijui kama tuko kule Beijing China, ama tuko Europe au tuko wapi, kwa sababu ya miundombinu mizuri ya barabara iliyojengwa ambayo ina viwango vya asilimia ya hali ya juu. Sio hivyo tu, sekta michezo Mheshimiwa Rais ameiboresha visiwani Zanzibar eh? tunashuhudia wenyewe sote ni mashahidi. Viwanja vinavyojengwa leo hii kwenye sekta ya michezo ni viwanja vyenye hadhi ya kimataifa. Mheshimiwa Rais ame, ameliona hilo na amelifanyia kazi kwa asilimia mia moja, na sisi tunachomwaahidi kesho kutwa tukijaliwa, tutampa tena kwa muda wa miaka mitano. Vile vile, ndugu zangu wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla nachukua fursa hii kuwaomba kuwaomba kuifuatilia bajeti ya fedha ya mwaka 2025-26 ambayo itasomwa tarehe 12 mwezi wa sita mwaka huu, kwa ajili ya kwenda kujua ni mikakati gani na ya kimaendeleo ambayo itafanyika kwa muda wa mwaka huo wa fedha 25-26.